Sina kawaida kabisa ya kuongelea trends, mambo ambayo yanatokea kwenye mitandao wala maisha ya watu wengine, lakini kwa hili nimeshindwa kabisa kujizuia kuzungumza hili la mabinti wa chuo waliofanya kitendo cha udhalilishaji kwa binti mwenzao, mwanafunzi mwenzao, eti tu kisa ametembea na mpenzi wao, si mpenzi wake, ambaye ni mme wa mtu wamemdhalilisha eh? Yani so vibaya sana, wamemtukana, wamemvua nguo, wamemnyoa. Yeah, yani vitu ambavyo vinakera vinatia hasira sana, hasa kwa wazazi, lakini pia hata kwa sisi ambao ni walezi wa vijana wengi na wanachuo ambao tunawasomesha, tunawalipia ada. Kikweli inakera sana, inakera. Yani unajua kuna maswali mengi ambayo nimejiuliza juu ya wale mabinti. Yani vitu havieleweki, yani yani vinatia hasira sana. Hivi binti kama yule eh? Yani wale mabinti kwa mfano wale wawili ambao wanafanya vitendo vya udhalilishaji, eh? Hivi hao ndio unaweza ukawaambia kwamba wako na fursa za UN, eh? fursa za kimataifa ambazo wanaweza wakaanza kuzifuatilia wakiwa bado wako chuo. Wale wanajua hata kwamba kuna fursa au kuna mashirika kimataifa ambayo huwa yanatoa hata internship, eh? Au wanaweza kavolunteer wakiwa wako chuo hivi? Wale mabinti unaweza kaanza kuambia mambo ya kuanza, kununua hisa au kuwekeza kwenye hatifungani au mifuko ya pamoja wakiwa bado wako chuo, kuanza kujitengenezea kipato na utajiri wa taratibu zao wakiwa bado wako chuo kutafuta connection eh, kutengeneza hey, network ya Mujem watu sahihi wenye makampuni wenye mashirika hiyo, watu wanaweza wakakuelewa, wale mabinti wanaweza wakakuelewa kweli. Yani kama vijana kama vijana bado tuna safari ndefu, kama ndo tuko hivi kugombania wanaume tena, za watu sio mme wako. Wanaume za watu sio sio mme wako wala hata sio mpenzi wako, bora tangekuwa boyfriend wako, eh, mme wa mtu kabisa bado tuna safari ndefu kama vijana. Wewe ni binti, una chini ya miaka 25, huu ni muda wa kutengeneza maisha yako, sio muda wa kuanza kufikiria wanaume wa watu, huyo mume wa mtu anatembea na nani? Yaani kama mtu ameshindwa kwanza kuwa mwaminifu kwa mke wake, atakuwa mwaminifu kwako ku. atakuwa mwaminifu kwako ku. Ata kwa ku. Jamani, tutengenezeni maisha yetu sisi vijana, tutengeneze maisha yetu sisi vijana. Hata hapa naunaga mtandao nini, trend ambazo zina trend sana ni mambo ya ya eh, mahusiano, mapenzi ndio. Yani, no vitu vinapata engagement kubwa. Wakati hapo umeshinda njaa, hauna hata hauna hata akiba ya kueleweka benki, hauna hata mradi wowote, hauna hata isa yani hakuna chochote kile ambacho unakifanya bora, hata hauna yani bora hata mtu kosa, hauna hata wazo la biashara, hauna connection, hiyo vitu vya kufuatilia na siku hizi vipo vingi mtandaoni. Mitandao imefunguka, kuna mafursa kibao sana, lakini hauyaoni wewe, unajua tu mambo ya mapenzi kutoka naume za watu

kwenye miaka hii bado unaweza kugombana na mwenzio ama na rafiki yako

Eh? Wewe mume sio wako wala sio ndugu yako wala sio chochote kile. Umeona? Alikukuta toka kutamani kama alivomtamani huyo. Ila maana wote wewe na wote ni watu ambao mlikuwa mnachezewa tu mkimaliza mnaenda. Umeona? Muhusika mkuu kwa nyumbani kwake. Sasa leo umeona kaka ndoa Mwijaku matatani kwa ajili ya kwenda kufunja hizo video. Ana watoto, ana family and other stuff. Ni sawa ndio. Alifanya vitu kama wanaume kwa sababu yale tunasema kwamba hakuna kiumbe ambaye hajawahi kudiamwahi kulizika. Viumbe wote tunakaa kama chotoa juu kama na usikatae, usiseme wako hachiti. Hapana. Wewe tushukuru Mungu sababu anaprovide kila kitu ndaa, basi anakupa muda wake hivyo, lakini usema kwamba tos hakuna. Umeona hasa leo hawa wasichana wameenda kum, kum, kum, kum, kum, kumfanya mwenzao vitendo vya ukatili, wameenda kumfanya kama vile sijui. Hebu niambie mm? Leo mnaenda polisi kitu gani? Serikali, tunaomba sana, sheria kali chukue kwa ajili ya wasichana, sheria kali chukue kwa wasichana. Huyo msichana pekee inawezekana apate afya, apate msaada wa afya ya akili ili aweze kukaa sawa, kwa sababu we don't know, umeona akili yake imeathirika kwa asilimia ngapi? Umeona, kwa watu wako kwa, kwa, kwa, kwa nini vipi? Umeona, kwa hiyo tunaomba sana na hawa wasichana ambao mmoja baada ya mwingine, huyu hapa wa kwanza juu kamata tia ndani umeona, waweze hivi kwa nini na wapi wanapata nguvu ya kuweza kumpiga ama kumdhalilisha mwenzao kisa mume wa mtu umeona, na hujawa mwenyewe pia anaweza ndakawakataa vile vile, kwani kama mimi ningewakataa siwajui.